Akizungumza na Azam News, kaimu mkurugenzi wa kitengo cha dharura na maafa kutoka wizara ya afya, Dr Erasto Silvanus, amesema mabadiliko ya hali ya hewa mara nyingi yanasababisha baadhi ya wananchi kupata mafua kutokana na kinga za mwili walizo nazo. Kuna virusi wengine pia, unaona, tunaita respiratory viruses, wako wengi na aina tofauti tofauti. Kwa hiyo tunapokuwa kwa vipindi kama hivi vya wakati wa baridi au wakati wa mvua, watu wanakutana na hawa virusi kwao wanaweza wakapata mafua, wengine wanaweza kawa makali au ma, kidogo sio makali kulingana na kinga ya mtu, lakini na aina ya kirusi huyo aliyompata mhusika, kwa sababu sio kirusi cha aina moja. Watu wanaweza wakawa wanahisi ni ugonjwa fulani umeingia. Eh, kwa mfano sasa hivi watu wanahisi ni uvio 19. Eh, lakini ukweli sio mafua yote yanasababisha yanasababishwa na uvio 19. Kiukweli uvio 19 mafua ni dalili labda ya asilimia watu asilimia ishirini tu. Daktari Elisha Usati ni mtaalamu wa magonjwa milipuko anasema wananchi wanapaswa kuchukua hatua ikiwemo kwenda kupima baada ya kuona dalili za mafua makali. Unapopata hizo dalili, nenda hospitali uripoti wa hospitali uweze kutibiwa uweze kujua kwamba tatizo unja kwa unja ni nini, kwa sababu huwezi kusema moja kwa moja kwamba ni hawa wadudu hawa wa kawaida, lakini inaweza kuwa ni sababu nyingine. Kwa hiyo ukienda hospitali utapimwa, uta wakaongea na daktari watakupa matibabu lakini pia na ushauri mwingi kwa ajili kipi cha kufanya. Kwa hiyo haya nadhani tukiachukua yote kwa ujumla wake itatusaidia kuepuka tusiingie kwenye tukipata ya madhara. Kwa sababu ukiyapata hata kama ni madogo kiasi hiki yanaweza kukaribia ratiba zako za kazi zako. Aidha, katika maeneo mbalimbali mkoani Dar es Salaam baadhi ya wananchi wameonekana kuwa na mafua huku wakiwa na wasiwasi kuwa ni uviko 19. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.